Marekani imependekeza kusitisha mapigano kwa muda wa siku thelathini kama hatua ya kwanza kuelekea kwa mazungumzo ya amani kati ya Ukraini na Urusi. Mapendekezo hayo yanajumuisha mambo yafuatayo: mosi, kusitisha mashambulizi ya makombora, mabomu na droni. Hii inamaanisha kwamba pande zote zinapaswa kuacha mashambulizi ya anga. Pili, kusitisha mapigano baharini, hasa katika Bahari Nyeusi ambapo Ukraine na Russia wamekuwa wakivutana juu ya udhibiti wa njia za maji. Na tatu, kusitisha mapigano katika mstari wa mbele. Hili linaweza kumaanisha kupunguza na kusitisha operesheni za kijeshi kwenye uwanja wa vita. Ukraine tayari imekubali mpango huu na sasa Marekani inajaribu kuishinikiza Urusi ikubali pia. Ikiwa ikiwa rais wa Urusi Putin atakubali mpango huo mapigano yatakoma kwa muda, lakini ikiwa atakataa, inaweza kuonekana kuwa hataki amani, jambo ambalo linaweza kuathiri msimamo wa mataifa dhidi yake.